Mambo vipi, hujambo? Na karibu tena, hii hapa ni JAhctive Tv. Taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani zinaendelea kudondoka hapa. Tunaendelea kuzungumza nawe taarifa za kimichezo, na kubwa zaidi, tunahakikisha upitwe na kile ambacho kinajiri e, katika kila kona ya nchi yetu kuhusiana na michezo na burudani, kwa sababu sisi ndio ambao tumekuchagua na tumechagua kukuhudumia kwa hiyo tunakuhudumia kwa kukata kiu yako ya kimichezo kukupa zile stori ambazo zinakuwa ni trend stori ambazo zinakuwa ni muhimu kabisa wewe kuweza kuzifahamu na kujua kile ambacho kinaendelea. Lakini kubwa na la zaidi, komenti yako itaendelea kuhusika hapa, itakuwa ni muhimu zaidi, kaendelea kushia nasi komenti yako na kusubscribe channel hii iliyoendelea kwa kwanza kwa barika na taarifa kabambe za kimichezo ambazo kama JAhctive Tv tunaendelea kuziangusha hapa eh, moja kwa moja. E, bana, kubwa na la zaidi baada tu ya kuahirishwa, uh, kwa dabi ya uh, Kariakoo ya watani wa jadi, Wekundu wa Msimbazi Simba Sports na Young Africans. Ishii bana, bado imeendelea sana kwa trend katika uh, vichwa mbalimbali vya kimichezo ama taarifa na habari mbalimbali mbali za kimichezo kila unakopita e, bado dabi imeendelea kuwa gumzo kweli kweli. Hii inaendelea kudhihirisha ukubwa wa mtanange huu e, na matamanio ya wapenda soka wengi ambao walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kushuhudia mtanange huu e, bana linapokuja swala la dabi Uh, huwa haligusi tu wale ambao wanahusika na mpira lakini hata watu wengine kutoka pembeni ambao hawafuatiliaji soka kivile, nao pia wanakuwa wakihusika na, na dabi. Kuna mtu ye mechi yake ya kuangalia ni Simba na Yanga tu, baada ya hapo basi anaendelea na michakato mingine, na kuna mtu mwingine anafuatilia ligi, lakini kuna mtu anafuatilia Simba ikicheza na Yanga, tofauti na hapo basi hakuna ambacho anafuatilia. Sasa, baada ya kusimama ama kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, yapo mengi kweli kweli ambayo aliibuka na tuliona sintofahamu, vute ni kuvute ya hapa na pale, lakini mwisho wa siku kila mmoja akija na maoni yake na hisia zake baada ya kuahirishwa kwa dabi. Licha ab licha ya kwamba e, wahusika wa ngazi ya juu kabisa wa soka e, wamekaa kimya kutokana na E, swala ambalo tuliambiwa unafahamu, pia e, tamko la mwisho la bodi ya ligi ilisema baada ya kamati ya saa sabini na mbili kukaa na kufikia maamuzi ya kuahirisha mchezo kwamba itapanga tarehe nyingine ya mchezo wa dabi haraka iwezekanavyo, lakini hiyo yu haraka iwezekanavyo bado haijapangwa, ukizingatia leo ni takriban siku ya kumi sasa, sababu dabi ilikuwa ichezwe tarehe nane ya mwezi huu wa tatu, na leo ni Machi kumi na saba, almost siku tisa Eh, kitimia kesho, kama tarehe jepango zinakuwa tayari, ni siku kumi zimekatika bila dabi kuchezwa ama tarehe nyingine husika ambayo bodi ya ligi walisema wataipanga. Basi tarehe hiyo inasubiriwa kwa hamu, kila mmoja kiamka, anasikilizia, anachungulia pia upande wa bodi ya ligi, kwa pengine kuna tamko atakuwa amelitoa, lakini bado inaonekana ni kimya mpaka leo. Sasa je, e, mchezo huu utapangwa kuchezwa lini ama nini ambacho kinakitaamuliwa na bodi ya ligi, kwa sababu kila mmoja eh, bado anaangalia upande wake na bado amesimamia upande wake. Young Africans eh, wao baada tu ya taarifa ya klabu ya Simba, lakini pia taarifa ya kamati ya saa sabini na mbili pia kuja kutoka eh, Young Africans, wao walisimamia msimamo wao kwamba watapeleka timu uwanjani, watafanya warm up na watasubiri baada ya dakika 30 wasipoona eh, timu imekuja uwanjani basi na wao itakuwa dhahiri shairi wanafahamu kwamba wamewasili na ku, kwa ajili ya kuparticipate katika mchezo huo, lakini timu pinzani imeshindwa kufika. Kwa hiyo wao, Young Africans wanadai alama tatu za mezani na magoli matatu na timu ambayo imegomea mchezo ambao ni Simba e, basi kukatwa alama kumi na tano. Sasa hii imekuwa navuta ni kuvute, lakini kuna msimbazi wao walitoa sababu zao kwamba kugomea mchezo ni kutokana na kushindwa kuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika wa mchezo ambapo walikwenda eh, tarehe saba yaani siku ya Jumaa, siku moja kabla ya mchezo kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho mida ya saa moja usiku lakini walizuiliwa na wakasalia eh, katika eneo la nje la uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka majira ya saa tatu usiku walipoona wameshindwa kupata ufumbuzi wa tatizo lile, basi wakaweza kuondoka katika eneo la tukio, na baada ya hapo wakaangusha taarifa kwenye mtandao wa kijamii kwamba wao hawatoshiriki mchezo husika kutokana na kuzuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho. Lakini timu zote hizi mbili, kila moja ilikuwa imekuja na msimamo wake kuhusiana na changamoto ya dabi, ila barua ya kamati ya saa sabini na mbili ilionekana kuijibu Simba kutokana na tamko lake la kususia mchezo na kusema kwamba hawatocheza. Lakini baada ya hapo bodi ya ligi eh, kupitia kamati ya saa sabini na mbili ilisema kwamba imekaa na tayari imetoa uamuzi ya kwamba imeahirisha mchezo huo wa dabi mpaka pale watakapopangia tena tarehe nyingine. Lakini eh, barua ya klabu ya Young Africans ambao walipeleka kudai alama tatu za mezani na magoli matatu haikujibiwa mpaka leo, kulikuwa kuna kimya kizito ambapo sasa imetoka taarifa hii leo ya bodi ya ligi wakiwajibu ya Young Africans kwamba wasitegemee kuna mteremko, yaani wafute kwenye akili yao kwamba kuna alama tatu na point na magoli matatu ya bure kama ambavyo walitarajia watapewa, kwa sababu kikanuni hakuna mchezo ambao ulikuwa unatambulika kikanuni kwa siku hiyo. Ndiyo maana Young Africans walifika uwanjani hapakuwa na refari wala hapakuwa na kiongozi yeyote kwa ajili ya mchezo huo ambao ulikuwa umepangwa na baadaye ukaahirishwa majira ya saa saba mchana, taarifa ikitoka ya bodi ya ligi ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Sasa wakati Young Africans wanasubiri pengine watapata hizo alama tatu, kama vile ambavyo wao walikuwa wanasemea msimamo wao kwamba baada ya Simba kushindwa kutokea kwenye mchezo ule, wao hawatakuwa na dabi nyingine tena na simba kwenye ligi kuu kwa msimu huu, kana kwamba uh, wao wanafahamu kwamba dabi yao na Simba imeshaisha. Yani kwamba kwa msimu huu kwenye ligi michezo ya dabi ni miwili, na wanafahamu wameshakutana na Simba raundi ya kwanza na raundi ya pili pia wameshakutana nao. Kwa hiyo wao hawako tayari tena kushiriki ama kucheza mchezo wa ligi na Simba katika tarehe nyingine ambayo itapangwa na bodi ya ligi. Sasa bodi ya ligi hii leo imewajibia Yanga Africans kuhusu kile ambacho wao walikuwa wanahisi kwamba Uh, wa, eh, yani wako sahihi tofauti na Simba vile ambao wamefanya. Bodi ya ligi wao wamesema kwamba hakuna alama tatu za bure wala mabao matatu ya bure kama ambavyo Young Africans wameweka akili yao na fikra zao hapo kutegemea kwamba watapata. TPLB imejibu klabu ya Young Africans kwamba hawawezi kupata alama tatu katika mchezo ambao haukuepo kwa kuwa uliahirishwa kwa kufuata kanuni, sheria na taratibu za uongozi wa ligi kuu ya soka ya kandanda ya Tanzania bara na wameambiwa wasubiri tarehe mpya ya kucheza mchezo dhidi ya Simba ambayo itatangazwa kama ambavyo ilitolewa hapo awali, ni kwamba bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara TPLB imeijibu barua iliyotumwa kwao na klabu ya Young Africans kwa madai mengi ikiwemo alama tatu za mchezo wa Kariakoo Dabi ambao hawakuchezwa Machi 8 mwaka huu. Majibu muhimu katika barua ya bodi ya ligi kwenda kwa Young Africans ni kama ifuatavyo. Kuna majibu manne mazito ambayo bodi ya ligi imeyafafanua kwenda kwa Young Africans, na hii sasa ikionyesha kwamba yanga wao, na maana tayari wamekuwa na mlima mzito wa kupanda pengine waje watoe vielelezo vingine ama, uh, sababu nyingine za kimsingi ambazo zinaweza kuishawishi eh, bodi ya ligi kuwafikiria kuwapa hizo alama tatu ambazo wanadai. Ni kwamba majibu muhimu katika barua ya ya ya bodi bodi ya ligi kwenda kwa Yanga Africans ni ni hapa. Jibu muhimu la kwanza ni kwamba bodi ya ligi inasema klabu yako inapaswa kujua mchezo tajwa uliahirishwa saa nane mchana na kabla ya hapo hakuna taratibu zozote za mchezo ambazo ziliendelea na wahusika wote wa mchezo waliondoka uwanja wa Mkapa isipokuwa watu wa usalama, hivyo hali hii inafanya madai yako kukosa nguvu kikanuni, ambapo ili timu ipewa alama tatu inatakiwa kukaguliwa na kuwepo kwa maafisa wa mchezo ehe, kwamba wakati timu imeingia uwanjani bana, bana marefari walitakiwa wawepo pale kwa ajili ya ukaguzi na nini na kupuliza filimbi kusubiria eh, timu pinzani ifike, isipofike na maana wewe ambayo unadai una alama tatu ndiyo unaweza kupewa, kwa sababu timu ile imegoma kufika uwanjani kwa wakati huo. Lakini bodi pia inaendelea kujibu Young Africans katika jibu la msingi la pili eh, kwamba bodi ilijiridhisha na kubaini sababu hasi za kuhairisha mechi ni chache kulingana na matokeo yake ikiwa haitaahirishwa. Hivyo kwa mfululizo wa matukio yaliyotokea Machi saba, bodi ilijiridhisha kuahirisha mchezo kutokana na sababu za kiusalama, kama ilivyoelekezwa katika kanuni. Vilevile bodi ilibaini vitendo vya rushwa, vitisho vya usalama mdogo na hivyo ilitosha kuahirisha mechi ili kufikisha taarifa kwa mamlaka husika kwa uchunguzi zaidi. Hilo ni jibu la pili la bodi ya ligi kwenda kwa Young Africans, lakini jibu la tatu la bodi ya ligi kwenda kwenye barua ya Young Africans ni kwamba bodi inasisitiza hakuna sehemu kanuni inamtaka timu mgeni kutoa taarifa kwa mwenyeji wala maafisa wa michezo inapotaka kwenda kutumia haki yake ya kikanuni ya kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi. Hivyo hakukuwa na sababu zozote kwa mgeni kuzuiliwa kutumia haki yake ya kikanuni na sababu ya nne, ama jibu la nne kutoka kwa bodi ya ligi ni kwamba bodi inakumbusha kwamba mchezo nambari 184 utapangiwa tarehe nyingine kama ilivyotangazwa awali na kitendo cha klabu yako kwenda uwanjani licha ya mechi kuahirishwa imevunja kanuni ya arobaini na saba kifungu cha 18, kwamba Young Africans kitendo chao kwenda uwanjani baada ya taarifa ya bodi ya ligi kutajwa kwamba e, imeahirisha mechi ya Dabi na Young Africans, kuendelea kusisitiza kwamba watapeleka timu uwanjani kama ilivyo walivyokuwa wamejiandaa, basi bodi ya ligi imesema ya kwamba Young Africans ilivunja kanuni ya 47 kifungu cha 18 na, na kanuni hiyo ni kama ifuatavyo, ya kwamba kanuni hiyo ya 47 kifungu cha 18 na inasema klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo au maamuzi ya utekelezaji wa maamuzi ya TFF na TPLB itatozwa faini ya shilingi milioni tano au kuondolewa kwenye ligi kuu na kushushwa daraja. Sasa basi, kutokana na kile ambacho kimeendelea, ni dhahiri shahiri kanuni ya 47 kifungu cha 18 inakwenda kuwabana Young Africans kwamba Yanga inaweza kushushwa daraja kama ambavyo bodi ya ligi imesema kwamba klabu ya Yanga imekiuka taratibu, sheria na kanuni za ligi kwa kupeleka timu kiwanjani kwenye mchezo ulioahirishwa na imekaidi na kutii mamlaka ambapo adhabu yake itatozwa faini ya shilingi milioni tano ama kuondolewa katika ligi kuu na kushushwa daraja. Kwa hiyo sasa, hapo Young Africans inaweza ikapitia adhabu moja kati ya hizo ama zote kwa pamoja, inategemeana na bodi ya ligi, wao wataamuaje. Kwa sababu timu imeshaonekana kwamba imesh, imevunja sheria za ligi kwa kukaidi taratibu na kanuni za TFF ama TPLB na mwisho wa siku kupeleka timu uwanjani kwa ule msimamo ambao Young Africans waliosimamia baada tu ya taarifa ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo huo wa adabi. Inatajwa sasa kwamba ule msimamo ulikuwa ni batili, na maana aliyekuwa anasimamia ule msimamo ama wanasheria wa Young Africans pengine walikuwa wajasoma hii kanuni ya bodi ya ligi ama sheria ya ligi ya hapa nchini, na pengine hata uh, walipata upotoshaji, ndio maana pengine wakaweza kuweza kupeleka timu yao uwanjani licha ya, ya kwamba hapakuwa na maofisa wote wa mchezo ambao waliweza kufika pale kwa ajili ya kwenda kushughulikia mchezo, kwa sababu bodi ya ligi inasema mchezo taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo huo ilitoka tangu saa nane mchana. Na maana hii tayari ilishawaandaa na ilitosha kabisa kuandaa ya kisaikolojia timu zote, kwa sababu mchezo ulikuwa ni wa saa moja usiku na taarifa imetoka saa nane mchana, na maana bado kuna masaa manne matatu mbele ambayo wewe e, kama timu binafsi yanakutosha kabisa e, kujiandaa na kufuta taratibu zote zile ambazo ulikuwa umeandaa na mwisho wa siku kukubaliana na taarifa ya bodi ya ligi na kusubiri e, maamuzi mengine ambayo yatatajwa. Kwa hiyo hii leo bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania Bara TPLB imeijibu barua ya Young Africans ambayo waliituma kwa madai ya kuhitaji alama tatu na magoli matatu ya baada ya Simba kugomea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa upigwe Machi 8 mwaka huu. Kwa hivyo hali halisi ndio iko hivyo. Pengine mashabiki wa Young Africans, wadau wa soka mbalimbali, kila mmoja alikuwa amekaa akisubiria uh, majibu na taarifa pengine kutoka kwa bodi ya ligi ambayo imeonekana ina kimya kirefu baada tu ya kutoa taarifa ile ya kusitishwa uh, kwa mchezo wa ligi kati ya Young Africans dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, na sasa Young Africans inapewa wito wa kusubiri tarehe nyingine ya mchezo itakayopangwa na wajiandae kushiriki mchezo huo katika tarehe husika ambayo itapangwa. Sasa katika hili unaalitazama katika taswira gani? Na utafahamu pia hapo jana alisikika pia rais wa shirikisho la kandanda nchini TFF, Wallace Karia sema pia wale wote ambao wanakwenda kinyume na maadili na taratibu za mpira wa miguu hapa nchini, kama wanaona mchezo wa soka hawauwezi, waende wakacheze sinema. Eh, waenda wakacheza sinema kama wawezi soka. Michezo ni mingi sana ya kucheza, na yote bado itaitwa michezo. Kwa hiyo ukiona mpira um, wa miguu huwezi ama mchezo wa soka huwezi, zipo sinema, yapo maigizo, vipo vichekesho, vyote ni aina eh, ya michezo ambayo unaweza ukashiriki, na mwisho wa siku pia ukakwepana na bugdha ama karaa ambazo unaziona unazipata kwa ligi kuu ama kwa uongozi wa ligi kama ambavyo Yanga Africans wameandika barua wa yao wakielekeza eh, kamati ya saa 72 na kamati pia ya bodi ama ya uendeshwaji wa bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kujiuzulu kwa sababu imeshindwa kusimamia kanuni na taratibu za uendeshwaji wa mpira wa miguu hapa nchini. E bana, majibu ya bodi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara TPLB unayatazama vipi? Je, ni majibu ambayo yalitarajiwa kwa Yanga Africans ama mashabiki na wadau wa michezo, ama pengine tusubiri uamuzi mwingine tena kutoka kwa Yanga Africans kama wataandika barua ama itakuwaje. Ndio jambo ambalo pengine linasubiriwa, na pia unaweza ukawa na maoni yako kuhusu hiki ambacho kimejadiliwa na hiki ambacho kimeweza kuzungumzwa hii leo na bodi ya ligi, basi usisite kutuandikia maoni yako hapa, endelea kuwa nasi shenasi. Komenti yako na maoni yako ni muhimu, tutayazingatia na kuyatazama katika taarifa yetu ya hapo baadaye. Endelea kuwa nasi, hii ni JAhctive TV. Kumbuka sisi ndio ambao tumekuchagua na tutakuhudumia.